Hello, watu wa Mungu, karibuni tena hapa RFK TV Online. Naitwa Madam Glory Basuta, karibu katika kipindi changu cha Sauti ya Faraja. Mtu wa Mungu, Mungu wetu ni Mungu wa upendo na siku zote Mungu anatupenda, kikubwa kinachotakiwa ni kukaa katika mstari yeye anao mtaka. Mtu wa Mungu Leo nakuja na njia na mada inayosema, je, nitawezaje kuanza hii safari ya kufanya meditation? Kabla hujaendelea mtu wa Mungu, na kukumbusha usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video kwa wengine. Safari ya kufanya meditation ni safari ambayo inahitaji sana uvumilivu na kujitoa kwa hali ya juu. Sasa leo nimekuja na jinsi ambavyo unaweza ukaanza hii safari yako ya kufanya meditation. Cha kwanza kabisa unatakiwa uchague muda wa kutulia. Huu muda wa kutulia itategemea na wewe uwezo wako. Unaweza ukatumia dakika tano au kumi kila siku, ukaamua labda unapoamka tu asubuhi kabla hujafanya vitu vingine vyovyote au usiku unapotaka kwenda kulala. Chagua dakika tano au kumi kukaa katika kutulia ndipo ambapo utaweza kuwa mtaalam zaidi wa kufanya meditation, na ndivyo ambavyo utaona jinsi gani ambavyo meditation inakuwa nzuri sana, inafanikisha mambo yako, inafanikisha utulivu wako, inafanikisha maisha yako ya kiroho kukua zaidi, mtu wa Mungu. Na kitu cha pili cha kufanya ni tafakari kwa nia ya vitu chanya, yani kwa kizungu wanasema positive Usiwe unawaza negative. Unapokaa kwa kutulia, hebu tafakari vitu positive tu ambavyo unajua wewe, hivyo vitu vitakuletea faida, vitakuletea manufaa katika maisha yako. Utakapoanza kuwaza vitu negative au vitu hasi, hivyo vitaleta pia hasi katika maisha yako. Kwa hiyo ndio maana inashauriwa unapokaa kutafakari, usiwaze vitu hasi hata siku moja wewe, waza vitu chanya, ambavyo vitu hivyo ndivyo ambavyo vitakupelekea wewe kuwa na amani ya moyo wako na kuweza kufanikisha maisha yako, mtu wa Mungu. Kitu cha tatu ambacho unaweza ukafanya unapokuwa katika safari ya meditation ni kuomba na kushukuru. Zile dakika ulizozichagua kama ni tano au ni kumi, unapokaa kwa kutulia, hebu omba na kushukuru. Omba vitu ambavyo siku zote umekuwa ukitamani kuvipata lakini hauvipati. Omba amani, omba furaha, omba upendo. Omba vitu vile vizuri ambavyo unajua wewe utakiwa navyo, vitakufanya kuwa mtu bora sahihi, na watu watakuona jinsi gani ambavyo ulivyo bora. Na baada ya kuomba, hebu shukuru. Pale unapokaa katika ukimya, katika kutafakari kwako, hebu shukuru maisha yako ulionayo ebu shukuru hata kwa hicho kidogo ulicho nacho, ebu shukuru kwa uhai uliopewa, ebu shukuru hata kwa kuwa na familia hiyo ulionayo, ebu shukuru hata kwa kazi hiyo ulio nayo, ebu shukuru hata kwa biashara hiyo ulionayo. Shukuru kwa kila kitu ambacho unajua kabisa wewe unacho, kiwe kidogo au kiwe kikubwa, lakini unatakiwa ufanyaje? Ushukuru. Kwa unapokaa katika kushukuru na Mungu, ndipo ambapo atakuongezea vingine zaidi na zaidi. Hebu chukulia huu mfano, hata katika maisha yetu haya ya kawaida ya familia zetu, baba zetu, mama zetu, ni jinsi gani ambavyo wanavyotupa vitu alafu tunawaambia asante, si unaona? Lakini yule mtoto ambaye anapewa kitu lakini hata aonyeshe shukrani, wazazi wake wanakuwa hawana furaha kabisa na huyu mtoto jinsi gani ambavyo mtoto hana heshima kabisa. Kwa hiyo hata kwa Mungu wetu unapoonyesha pale shukrani, ndipo Mungu anajua kuwa wewe ni mtoto wake mzuri. Kwa anajua na vile vingine vyote ambavyo unahitaji. Kwa hiyo yeye ashindwe hata siku moja kukupatia hivyo vitu. Na kitu cha mwisho kabisa katika safari hii ya meditation, mtu wa Mungu, unatakiwa ufanye meditation kama sehemu ya maisha yako Ukiifanya meditation kama sehemu ya maisha yako utaona ni jinsi gani ambavyo maisha yako yatakuwa katika utulivu wa hali ya juu. Roho yako itakuwa ya katika utulivu, na akili yako itakuwa ya katika utulivu, na mwili wako utakuwa katika utulivu. Kwa hiyo daima utatamani kila siku uweze kukaa kwa kutulia hata dakika mbili tu au dakika tano au dakika kumi na saa ingine utakavyokuwa ni sehemu ya maisha yako, auone shida hata kukaa dakika thelathini au kukaa saa moja ukiwa katika utulivu, ukiwa umetuliza mwili wako ili uweze kutulia rohoni. Watu wa Mungu, meditation sio uchawi kama watu wengine wanavyosema. Meditation ni njia tu ya kukufanya wewe kuweza kutulia ili uweze turia roho mwako ukiwa unaomba ukiwa unashukuru, au ukiwa unawaza mawazo yale ambayo ni chanya katika maisha yako. Asanteni sana watu wa Mungu. Ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja, na leo nilikuwa naongelea mada inayosema ni jinsi gani utaifanya meditation kuwa safari yako ya maisha. Usisahau kusubscribe Comment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Mungu anatupenda. Asanteni sana.